Muhammad Bajaber kipaji kutoka Nairobi nchini Kenya, huyu tunasema ni wanamwita kwao kule Bukayo Saka yule wa Arsenal, ndio anamfananisha na Muhammad Al Bajaber wa Simba. Alikuja akiwa amepata majeraha na Simba wamemsajili akiwa alipata majeraha baada akiwa kwenye pre-season na Simba, na ikapelekea hata kushiriki mchezo wa Simba Day hakucheza akawa anauguza majeraha yake, na siku za hivi karibuni tumepewa taarifa na tumemshuhudia akiwa amerejea kwenye uwanja wa mazoezi. Kwa maana siku sio nyingi tutamshuhudia kwenye michezo mbalimbali ya klabu ya Simba, pengine ligi kuu au michezo ya kimataifa kwa hatua inayofuata, kwa maana ya hatua ya hatua ya pili ya awali, tunaweza kumshuhudia Mohamed Ali Bajabela huyu ni mchezaji ambaye naweza sema ni miongoni mwa sajili bora sana ambazo Simba Sports Club wamezifanya msimu huu. Mohamed Bajaber, fundi sana, kiungo mbunifu, anatengeneza nafasi, lakini pia ana uwezo mzuri wa kufunga. Nimepata bahati ya kumshuhudia akiwa na Kenya Police kwenye ligi kuu ya nchini Kenya FKF, na alitoa mchango mkubwa sana kuisaidia Kenya Police kuchukua ubingwa, lakini baada ya hapo kabla ya kwenda Kenya Police alipita pia Nairobi Stars na kule aliweza kuchukua tuzo ya mchezaji bora chipukizi kwenye ligi kuu ya nchini, nchini Kenya. Na kabla ya hapo mwaka elfu mbili na ishirini na moja alikwenda kufanya majaribio nchini Denmark kwenye klabu ya Midtjylland akashindwa, lakini kushindwa kwake ndio ilikuja kumwinua na kuaminiwa zaidi na, Kenya, na, na, na Nairobi Stars akapata nafasi pale akaonyesha uwezo kama mchezaji bora chipkizi kwenye ligi ya Kenya akiwa na Nairobi Stars. Katoka pale kaja kujiunga na Kenya Polisi. Kafika Kenya Polisi kafanikiwa kuipatia ubingwa kwa mara ya kwanza, Kenya Polisi inachukua ubingwa wa ligi kuu ya nchini Kenya. Alikuwa na mchango mkubwa sana.